Kitabu cha Yeremia sura ya 45 na 46. Ndiyo watu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, ikiwa ni siku nyingine tena Mungu anatupa nafasi kukutana katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Nami naitwa Mwalimu Petro. Ninakualika mtu wa Mungu weze kuandaa biblia yako, karibu, ili tuweze kusoma na kutafakari kwa pamoja, na tunaposoma yale maeneo utakayokuwa unaona unayaelewa zaidi kuliko maeneo mengine, au mstari utakaokugusa zaidi kuliko mstari mwingine, jua mahali hapo ndio Roho Mtakatifu anaongea na wewe kwa wakati huu. Usisahau kupaandika pembeni au kupapigia mstari, na uendelee kujipa nafasi ya kuparudia tena kupasoma na kujiombea neema ya kuishi neno la Mungu. Ni chakula. Lakini pia ikitokea unasoma na hauelewi hata kitu kimoja, usikate tamaa. Kuna watu wengine wanaacha kusoma Biblia kwa sababu wakisoma haelewi. Usikate tamaa, soma tena. Biblia ni fumbo. Tafuta pia washauri wa, na waombezi, uendelee kushauriwa na kuombewa kufunguliwa. Endelea kusoma, usiache hadi uelewe. Neno la Mungu ni chakula. Tusali, tuanze rasmi siku ya leo kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku hii. Tunaomba Mungu, tufungue tuweze kuelewa neno lako, tuondolee hali ya kutokuelewa, tupe akili tuelewe na kufahamu, ili tujue kile tupasacho kutenda, katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Karibu ni wapendwa, tuungane na wedi Project tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. ni Yeremia arobaini na tano na arobaini na sita. Na mlango wa 45. neno hili ndilo ambalo Yeremia nabii alimwambia Baruku mwana wa Neria alipoyaandika maneno haya katika kitabu kwa kinywa cha Yeremia mwaka wa nne wa Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, kusema, Bwana Mungu wa Israeli akuambia wewe ee Baruku: ulisema, ole wangu kwa maana Bwana ameongeza huzuni pamoja na maumivu yangu. Nimechoka kwa ajili ya kuugua kwangu, wala sioni raha. Basi mwambie hivi, Bwana asema hivi, tazama, niliyoyajenga nitayabomoa na niliyoyapanda nitayang'oa, na haya yatakuwa katika nchi yote. Je, unajitafutia mambo makuu? Usiyatafute. Kwa maana tazama, nitaleta mabaya juu ya wote wenye mwili, asema Bwana. Lakini roho yako nitakupa iwe nyara katika mahali pote utakapokwenda. Mlango wa arobaini na sita. Neno la Bwana lililomjia Yeremia nabii katika habari za mataifa. Katika habari za Misri habari za jeshi la Farao Neko, mfalme wa Misri, lililokuwa karibu na mto Frati katika Karkemishi, ambalo Nebukadreza, mfalme wa Babeli, alilipiga katika mwaka wa nne wa Yehoyakimu, mwana wa Yosia, mfalme wa Yuda. Tengenezeni kigao na ngao, mkaribie ili kupigana. Watandikieni farasi, pandeni, enyi mpanda farasi, simameni na chepeo zenu, isugueni mikuki, zivaeni dirii nimeyaona haya. Kwa sababu gani wamefadhaika? Wamerudi nyuma mashujaa wao wamevunjika vunjika, wanakimbia upesi sana, hawatazame nyuma. Hofu ziko pande zote, asema Bwana. Mtu mwepesi asikimbie wala shujaa asiokoke. Pande za kaskazini karibu na mto Frati wamejikwaa na kuanguka. Nani huyu ajiinuaye kama mto Nile, ambaye maji yake yanajirusha kama mito? Misri anajiinua kama mto Nile na maji yake yanajirusha kama mito, asema, Nitajiinua, nitaifunikiza nchi, nitauharibu mji na hao wakao ndani yake. Haya, pandeni enyi farasi, jihimizeni enyi magari ya vita, mashujaa nao na watoke nje, Kushi na Puti watumiao ngao, nao Waludi washikao uta na kuupeta. Maana hiyo ni siku ya Bwana Bwana wa majeshi siku ya kisasi, ili ajilipize kisasi juu ya adui zake. Nao upanga utakula na kushiba, utakunywa damu yao hata kukinai; maana Bwana, Bwana wa majeshi, ana sadaka yake katika nchi ya kaskazini karibu na mto Frati. Panda uende Gileadi, ukatwe zeri, e binti bikira wa Misri. Unatumia dawa nyingi bure tu, hupati kupona kamwe. Mataifa wamesikia habari za aibu yako nayo dunia imejaa kilio chako, maana shujaa amejikwaa juu ya shujaa mwenzake, wameanguka wote wawili pamoja. Neno hili ndilo ambalo Bwana alimwambia Yeremia nabii, kueleza jinsi Nebukadreza mfalme wa Babeli atakavyokuja na kuipiga nchi ya Misri. Tangazeni habari hii katika Misri, mkaihubiri katika Migdoli na kuihubiri katika Nofu na Tahpanesi, semeni Simama ujifanye tayari, kwa maana upanga umekula pande zako zote mbona mashujaa wako wamechukuliwa mbali? hawakusimama kwa sababu Bwana aliwafukuza. Alikuwa za wengi nam, wakaangukiana wao kwa wao, wakasema, haya na tuondoke tukarudi kwa watu wetu wenyewe hata nchi tuliozaliwa, tuukimbie upanga unaotuonea wakalia huko, Farao mfalme wa Misri ni kishindo tu muhula aliyoandikiwa ameuacha upite. Kama mimi niishi hivyo, asema Mfalme ambaye jina lake ni Bwana wa majeshi, hakika yake kama Tabori katika milima na kama Karmeli karibu na bahari, ndivyo atakavyokuja. Ee binti, ukae katika Misri, ujiweke tayari kwenda zako, hali ya kufungwa, kwa maana nofu atakuwa ukiwa, utateketezwa usikaliwe na watu. Misri ni mtamba mzuri sana, lakini uharibifu umekuja; umekuja utokao pande za kaskazini. Na watu wake waliojiliwa walio kati yake ni kama ndama waliowanda malishoni, maana wao nao wamerudi nyuma, wamekimbia wote pamoja, wasisimame; maana siku ya msiba wao imewafikilia, wakati wa kujiliwa kwao. Sauti yake ni kama nyoka; wajapo kwa nguvu, watamjia na mashoka, kama wachanja kuni wataukata msitu wake, asema Bwana, ingawa haupenyeki; kwa maana ni wengi kuliko nzige, hawahesabiki. Binti ya Misri ataaibishwa, atatiwa mikononi mwa watu wa kaskazini. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi, tazama, nitamwadhibu Amoni wa Noo, na Farao, na Misri pamoja na miungu yake na wafalme wake; naam, Farao na hao wanaomtumainia nami nitawatia katika mikono ya hao wanaowafuata roho zao, na katika mikono ya Nebukadreza mfalme wa Babeli, na katika mikono ya watumishi wake; na baada ya hayo itakaliwa na watu kama katika siku za kale, asema Bwana. Lakini usiogope wewe, e Yakobo mtumishi wangu, wala usifadhaike, e Israeli, kwa maana tazama, nitakuokoa toka mbali na wazao wako toka nchi ya uhamisho wao, na Yakobo atarudi naye ya atatulia na kustarehe, wala hapana mtu atakayemtia hofu. Usiogope wewe ee Yakobo mtumishi wangu, asema Bwana, kwa maana mimi ni pamoja nawe, maana nitawakomesha kabisa mataifa yote huko nilikokufukuza, bali sitakukomesha wewe kabisa, lakini nitakurudi kwa hukumu, wala sitakuacha bila adhabu.